Shamba inafanya mtu anaua mioyo. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Kwa sababu ya shamba unaua mtu, kwa sababu ya mali ya hii dunia. Wewe ndio utaishi hii Kenya? Sijui tunaelekea wapi. Watoto wanakulilia, wanalia tusaidieni, tusaidieni, tusaidieni mpaka mnahakikisha wamenyamaza. Watu tisa kwa sababu ya shamba. Wewe ndio utaishi hii dunia? Serikali hata inastahili toi mambo na bondi, ukiua mtu uawa. Kwa sababu sasa watu wanajijaza, wanafanya mambo wakijua watatoka na bondi na maisha yaendelee. Utaona huyo mwenye amefanya hivi yote watu tisa kweli, tisa. Moto, moto inawaka, inawaka, inawaka, watu wanakufa sana bwana. Giza la usiku wa manane lilikatizwa na miale ya moto kwenye kijiji hiki cha Upanda, kaunti ya Siaya, miale iliyoashiria mauti ya familia nzima ya watu tisa. Ouma Opondo, mkewe Wilchester Anyango na wana wao saba wote wakiangamia. Sufuria zilizochomeka na vyuma vya kitanda ambacho baadhi ya watoto waliofariki walikuwa wamelalia vimebadili sura, ni baadhi ya vyombo vya nyumba vilivyobaki kwenye vifusi vya iliyokuwa nyumba yao. Nilikuwa nimeamshwa na harufu ya uh, petroli. Kini kufika nilipata moto bado hii kukua imeenea sana, nikapiga nduru lakini watu hawakutokea. Wa walikuwa wameweka, wamewasha moto Uh, kwa mlango na wakaongeza kifuli kwa mlango. Hawangeweza kutoa kifuli sasa, moto ili, iliwazidi na wote wakakufa moja baada ya mwingine. Watoto wakilea na jina yangu kwa sababu mimi mmi ndo wanakuanga karibu nao. Kitu ambacho imetendeka siku ya leo yaleo, hapa Sigomre, tujawahi tujawahi ona, na kwa hakika tuko na huzuni sana mpaka hata tuwezi kuongea maneno mingi. Familia na jamaa ambao bado wameduazwa na tukio wanasema familia ya marehemu ilikuwa na mzozo wa muda mrefu kuhusu kipande cha ardhi na familia ya mwanamke anayeshukiwa kuhusika na moto huo. So guys, inasemekana ya kwamba huko Siaya watu wamechomewa kwa nyumba yao, imagine kwa sababu ya shamba guys, shamba, mtu anachoma familia mzima ya watu saba, baba, mama na watoto ndani ya nyumba anachoma kabisa sababu ya shamba. Hey, like, seriously, aishi ndani ya hiyo shamba ama ni kufungwa? Atafungwa hiyo shamba hata waiishi ama itakuwa, juu lazima atajulikana, guys, lazima atajulikana. Watu wamebadilika kuwa wanyama, hii dunia, guys, watu wamebadilika kuwa wanyama kabisa yani, ndugu yako hataki uishi, sister yako hataki uishi, uwezielewa watu wanataka aje? uwezielewa watu wanataka aje? wanataka waishi kwa ulimwengu yao peke yao. uwezielewa watu wanataka aje, guys, watu wamebadilika kuwa wanyama, guys, just imagine, huyo ni mtu family member, ameua family mzima juu ya shamba eh, like seriously, ama aliamua wakose wote yeye, yeah, aende aishi jela na wao waende wazikwe. Ah, naisasema kama my sister, hiyo venye amesema mtu akiua auliwe ukifanya makosa ya uwaji, hata pia wewe uliua. Aki mimi naweza naweza sema hivyo. You guys watu wamechukulia hii kuua ni kama kitu tu ya kawaida, juu mtu akiua hakuna kitu atafanyiwa, atashikwa leo anaachiliwa. Ni vibaya sana, imagine kuua mtu na, u, na uonekane upatikane, unatembea huko kwa mtaa ati uliua na, na na. Naweza kumbuka kuna one of uh, my neighbor aliua mama yake alikatakata mama yake, akauwa. Vijana tu kuvutavuta tu bangi, akauwa mama yake, imagine. Akashikwa, alitafutwa kitambo ashikwe, eh, ilichukua muda juu alijificha, but alikuja kupatikana, akashikwa, akafungwa miaka sijui ngapi. Na just imagine as we talk now, ako huko nyumbani anarandaranda huko, ako huko kwa hiyo mboma yenye aliua mama yake. So mtu kama huyo afai kushikwa na arudi tena achiliwe hata ikue aje. Ukijaribu kuuliza ilikuwaje ndio akarudi akaachiliwa ati ni wakati sijui wakati wa uhuru alisema wale wenye wamefungwa miaka mingi waachiliwe hiyo kipindi ndio aliponea. So sometimes si uangalie nini nini imefanya mtu akashikwa? Alishikiwa nini? Alifungiwa nini? Mtu atauaje mama yake mzazi akatakate na panga mama yake mzazi. Alafu mwisho akuje kuachiliwa kuje kuje kurudi kwa hiyo mboma. Itawezekanaje? Ai, iwezekani hiyo nayo ni ngumu kabisa, juu huyo ni mtu anafanya hata arudi huyo mtu ni mtu anafanya hata akue hai auliwe pia. So guys, hii mauaji imekuwa mingi kwa hii Kenya yetu na sijui tutaishiaje. Tunazidi kuomba tu, maombi tu ndio inatusaidia, na makanisa imejaa kila mahali, maombi watu wameomba, but vitu zingine kama hizi zinazidi kufanyika. Sijui tuombe tusidi kuomba tu tusidi kuomba tu. tu, guys.